Huko baada ya kutokea wanajeshi wa kule, utakuta chini kavandala, lakini suruali ya kawaida juu combat mashenzi, wana kombati. Mtazamaji mash kwanza kupata matukio tafadhali, bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Kwa jina maarufu na toa dereva msomi. E, nilikuja hapa kuelezea masuala mkasa Sudani. E, kwa sababu nilikwenda kule kama tilipusita hivi, nilikwenda sudani kule sasa kilitokea kule na ma maisha ya kule jinsi yalivyo, mimi naelewa vizuri na, na niliangalia CHAWAMATA TV, huwa nafuatilia ya sana channel ile kila siku, nikakuta kuna mkasa ndugu yetu dereva Juma Maganga aliyomgonga mwanajeshi na kupata matatizo mpaka kwenda yela na kila kitu. Mimi nimetoka Dar es Salaam, Dar es Salaam niko na safari ya kwenda Sudani, nimepakia mzigo wa UNHCR, nimetoka bandarini Dar es Salaam nimepakia, na hiyo ndo mara ya kwanza kabisa na gusa nchi ya Sudani. Kusema kweli si yeye kufika. Na tajiri matajiri wetu sisi wanatupakilia mzigo, wanakuambia nenda sehemu fulani. Sasa namuuliza tajiri kwanza, yeye Sudani unapita njia gani? Tajiri mwenyewe hajui kama Sudani inapitia njia gani. Alichonijibu ile ile msimamizi akaniambia, bwana Sudani unapitia Zanzibar. Nikamwambia tena napita Zanzibar tena ndugu yangu. <laughs> Eh? Sasa lakini kwa sababu dereva kisha kwa dereva anatakiwa awe na utambuzi vile vile. Na mambo ya ramani unajua kila kitu. Mimi nikachukua ramani yangu nikaangalia, nikatoka zangu hapa. Kumbe natoka zangu hapa hapa Dodoma, Dodoma Kahama, ka Kahama Isaka huyo na mzigo wangu mpaka Nyakanazi. Nyakanazi unaona eh, poli la Bukoba lile eh, mpaka Bukoba, Bukoba, Bukoba, kufika kufika Bukoba pale nikachanjia kwenda kulia ile kwenda Bukoba mjini, nikakunja kushoto mpaka Kiaka mpaka boda ya Uganda na Tanzania. Unaona bwana, nilipofika pale boda ya Uganda na, na Tanzania pale, tukakaa kama siku mbili, boda inaitwa Mtukula hiyo. Baada ya kukaa kama siku mbili, masuala ya dokumenti dokumenti tayari, tukavusha kutoka pale Mtukula kwenda boda ya Sudani inabidi utembee usiku, kwa sababu mchana, mchana uwezi kutembea kutokana na nini? Kampala kuna fujo nyingi sana. Tukatoka pale kama saa kumi na mbili jioni tukaenda tukaenda tukaenda kuna fika sehemu tumekafika saa nane za usiku, tulikuwa kama magari tatu hivi, madereva wenzangu kufika sehemu, wale madereva wenzangu kabidi wakalala, wakasema dai bwana, hapa sisi tuko hoi kwa sababu tumekesha usingizi. Kwa hiyo hapa sisi mwisho wa siku hapa bwana tutangusha magari bwana. Nikambia jamani, tunatakiwa hapa tushafika karibu na Kampala hapa inavyoonekana. Kwa hiyo tuvukeni, tukapumzike tuka, tuka, mbele kule. Wakasema hapana tukalala pale, ndugu mtangazaji, tukalala pale ile ile saa nane ile. Tunakuja kuamka saa mbili advertise kwanza pale pale Uganda tumekuta mate, mafuta yote tume diesel tumeibiwa. Magari yote matatu diesel zimeibiwa, na wabibaje wametoboa chini na chini ya tanki wametoboa. Magari yote wame, waka, wakaiba ile mafuta. Baada ya kuiba mafuta tayari, ah asubuhi ku, kuja kuamka hivi saa mbili hiyo tunakuta matenki yote yametobolewa chini ikabidi tukaenda polisi, tukatoa taarifa ofisini, tukaenda polisi. Baada kuenda polisi, kufika polisi, tukaikaa ndani sisi, wanasema kwamba kwa nini sisi tujaje kama mbibiwa kule pengine mmeuza. Tukamwambia sisi hatujauza, kwa sababu tungeuza afadhali hata tungevunjia kwenye milomo huku juu, lakini wametoboa chini hawa. Basi tuka polisi pale kaeka kaeka na jina, mambo ya polisi, tukamaliza mambo ya polisi pale, tajiri akasema, haya, kwa hiyo si mna mafuta mengine, baada haya kwenye meni, kwa hiyo sasa kwenye reserve, si hapo wewe eh basi mimineni mafuta hayo muendelee na, na safari ya tutaongeza huko huko. Basi tukapata adhabu tena ya kufungua matenki yale kwenda kuchomea, tukafungua matenki yale kwenda kuchomea tayari mpaka usiku ukafika. Usiku tukafika saa 4, hiyo fika saa 4 usiku, tukaanza safari sasa ya kutafuta boda ya Uganda ambaye ni inaitwa, e, boda, boda ya Sudani ambaye inaitwa Nimule. E, unaona bwana. Basi kutoka pale Siku hiyo atu, hatukulala tena mpaka, mpaka boda ni mle kufika pale tayari, masuala kugonga visa, tukaingia tukagonga passport upande wa Uganda, tukavusha. Siku ya pili tukavusha tukaenda upande wa Sudani, tukakaa siku mbili, tukagonga visa pale, safari ikaanza kuelekea Sudani. Basi ndugu mtangazaji, ekaeka tuzokutana nazo zojiani, kuna mabeli wanaweka pipa pipa funa kamba, ukikuta, ukikuta kitu sehemu kama hiyo usivuke gari nakuja kule, wananyanyua na kamba. Wakishanyanyua kamba tayari, inabidi usimame pale. Wale wanatumia pesa, inatoa paundi pesa yao, haya, 50 paundi. Hakuna kusema kwamba nililia ya aili kwamba mnipunguzie, hakuna. Wakishakwambia kitu tu, basi wewe unatoa unawapa, wanakushushia kamba, unaondoka. Hapa hapa tena beli ya nyingine, hapa na hapa beli ya nyingine, mpaka tukafika. Kuna sehemu kunaitwa James Corner, ambaye ndo hapo center ambayo imechangamka kweli kweli tukapaki pale magari ye msikona pale kwenye saa nane nane hivi. Baada kupaki pale kwenye saa nane nane ye msikona pale tukakaka, kwa hivyo fika saa kumi na moja likuwa tulale pale, hafu ndo tuendelee Juba, kwenye kuelekea Juba. Sasa hapa hapa kwenye kambi za UNHCR, tukuna tuka pale tiyari. Kufika saa kumi na moja tumekaa sehemu pembezeni mwa barabara tukupo ma, watu watu magari matatu watu, watu, watu, watu, watu sita kutokona kila gari lina tani boy tumekaa hapa tunapiga stori, likatokea kundi la jeshi huko. Baada ya kutokea wanajeshi wa kule, utakuta chini kavandala, lakini suruali ya kawaida juu, wana combat mashina hiyo. Alafu ni watoto wadogo kweli kweli, unaona na macho kimwangalia jicho hivi, nyanya ina afadhali macho mekundu kweli kweli, na mitutu yao wanakuja. Wale tukasema eh, hey, wao wanakuja vipi na kwa kwaje, ambao wanajeshi wa kwenye doli doli, doli yao ah. Tukaendelea na, na stori na walivyofika pale wakaanza kutuzunguka, kutuzunguka, lugha wanaongea sisi hatuelewi, si nini ni huko, wanaongea huku wanatuonyesha. Sisi nikasema leo tumekwisha. Huku wanaongea huko, wanatuonyesha sisi, wengine nao wanaongea huku, wanatuangalia sisi hivi na hivyo, wanaongea tena, wanaongea kwa ukali kweli kweli. Mwisho siku sasa kwa sababu unajua kwenye wabaya na wema wapo wale wengine wakawa na kuja. Kuna wengine wawili wa mwisho, yaani tumelala saa 10, tumelala saa 11 baada ya kulala saa mbili, lakini ibidi tulale saa kumi na moja vile vile. Wakati nakwenda kula pale mchana nakula na, na, na maji yangu ya ya, ya kunywa kapita mwanajeshi pale pale tiakabeba chupa maji yangu huyo, kaondoka naye nimekunywa nilikuwa shaba kinusu Kapita huyo kaondoka naye nikasema, eh hey, vipi sasa? Hakuna kusema bwana vipi ya, hakuna kuuliza. Nikasema amwache, amna shida <laughs> e, basi kutoka hapo sasa, asubuhi asu, yake ndo tukaanza safari ya kwenda Juba, tukaenda Juba, njiani mageti kama hivyo hivyo, i say watu wanapigika, acha masiara, ndugu yangu, watu wanapigika vibaya mno, usiku tu volala pale vile vile ilikupo yani watu wanapigika huko, sio masiala, watu wanalia, unakuta mtu analia kama kama vile kama mbwa mtu anapopigwa huko, yaani vipigo mtindo mmoja, akikukuta pengine umesimama usiku, kipigo; akikuta si unatembea tembea, kipigo. Kwa kweli maisha ya Sudani si maisha mazuri, kwa sababu mimi ninachosema hivyo, nimefika kule na nimeona nimi, nimi. Basi tukatoka hapa tuka, tuka, tuka, mpaka tukavuka mto Naili, maana mto Naili tulivuka Uganda kwanza, tukaja kuvuka tena Sudani, tukavuka tukafika mpaka sehemu ya UNHCR hapo. Maana tulivofika tulivofika kule UNHCR, tukaingia ndani tayari Ikabidi sasa wakafanyaje, haya ika, tukapeleka dokumenti zile, mzigo atakaye kushusha. Tumekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mimi nikaje, nikaumwa mle ndani. Ndio maana nawambia madereva wenzangu, huduma ya kwanza ni kitu kimoja kizuri sana, huduma ya kwanza inakuokoa kwenye matatizo. Nikawafuata pale wale wahusika wa ile yadi, pa jamani, mimi naumwa, maana kutokana na hali ya hewa kule sio nzuri, ni joto kweli kweli. Yule kiongozi wa pale wa UNHCR akasema, bwana, hapa hapa ni huduma ya vyakula tu, sio huduma matibabu. Huduma ya matibabu kuna kambi nyingine iko huko lakini hapa ni vyakula tu. Basi ikabidi tukafanyaje, sasa mimi nikaingeza kwenye gari, nikaambia wenzangu, kuambia wenzangu tayari ya nikaingia katika huduma ya kwanza, nikachukua madawa yale, huduma ya kwanza, panadol nikameza mara kwanza, mara pili mchana, mara tatu jioni kesho yake nikaja kuamka niko afadhali. Ugonjwa bwana kusema kweli mimi sijaelewa ugonjwa gani. Ili mwili ulikuwa umepata joto sana. Kwamba si malaria, si mwili umepata joto kutokana na mazingira ya kule, sijajua. Lakini nilivyomeza zile panado zile panado zile zikawa zimenisaidia kusema kweli, imekuwa kama, maana panado ni dawa ya kutuliza maumivu, lakini ikawa imenisaidia imekuwa kama ndio tiba. Kweli kuamka kesho yake niko mzima kabisa. Nikaendelea tena mpaka mchana na maji mengi kwa wingi. Basi nikatoka hapo nika, nikawa mzima kabisa tukatoka, tukashusha mzigo ule mzigo, bwana kusema kweli, ndio bwana, nasema jamani, tutunze amani yetu. Amani yetu, amani ni kitu kimoja cha kizuri, ni kitu kizuri sana. Ile mizigo tunapakia tulikuwa tunapakia sogas, beans, maize, una wengine manetineti nini, vya vitu ambavyo a kutoka nje, vya misaada. Ule ile sogas ile unamwaga, yanatoka mabonge mabonge baada ya kutoka kicheni anatoka maboge una, una mahindi ya yale unamwaga yanatoka kama yamekobolewa vile. Yani ni vitu ambavyo vimeshaukaa huko nje miaka mingi, ndo unapelekewa kule misaada unaona na u, ukiangalia yale nani ule ule marage yale, tukateka kidogo tukasema, bwana naomba kidogo tukateka, tuteke tupike hapa, wakasema ah ha, wakatutekea kidogo ah, marage ambayo tumeka msaada, tukachukua tukasema tunamajikoa mkana kila kitu pale kwenye kwenye, kwenye yadi mle tukawesha bwana, tulipika kutwa nzima ile marage hayakuiva, kutwa nzima hayakuiva. Kuiva ile marage, mimi najiko la mkaa. Kuna sehemu maalum kabisa wametenga kule ya kupikia ambapo wamejenga vizuri, unapikia. Kwa hiyo sasa ndo tukatumia jiko la mkaa kutwa nzima, marage hayajaiva. Hivo ni vitu vya msaada hivyo. Ndio maana mimi nasema Watanzania tusifike huko, tulindeni amani, ili ile ya mambo yasije katokea tena tukafika watu kama hiyo. Mwisho wa siku unakula kitu kizuri, unakuja kulishwa kitu kibaya. Kwa hiyo basi, baada ya kumaliza pale, tayari tukashushia ule mzigo, nami kupata afadhali, tukarudi. Unaona, baada ya kurudi tayari njiani, aya, Sudani bwana gari ikichochola mita, mita, mita ishirini tu basi hiyo ya kwao uruhusi kuichukua an, yaani, eh, mita ishirini tu ikichochola kutoka kwenye barabara, basi hiyo gari uichukui tena. Gari inatakiwa barabara mle mle, lakini ukaja ukachochola ndani ya pembeni mwa barabara mita ishirini tu basi uruhusiwi kuchukua. Wakikukuta na mle mote, wanajeshi watupu mle barabara nzima mote, ni wanajeshi watupu. Wakikukuta una, una, unaivuta gari kwa pembeni, basi kesi yake ni kubwa sana. Na kuna magari mengi mapya mapya kabisa yako pembeni mwa barabara humo yanaoza, unaona, yaani kwamba hakuna kuchukua gari ambapo E, ilu, ilu, ilu chochola au kama ukupaki labda umepaki sehemu stendi, lakini usipaki zaidi ya mita ishirini kwenda ndani huko. Wenyewe kwa madai yao wanakuambia kwamba kumle ndani kule huko pembeni kuna mabomu, kwa hiyo unaweza kwenda kuchukua huko ukakupana na mabomu. Kwa hiyo gari kichochola hapo, wewe shuka, chukua begi lako, tembea, magari yanauza barabarani hhshbgim mm. E, basi tukatoka Juba tukaja mpaka boda ya Sudani na Uganda, kutoka Uganda ku, kuja Tanzania, lakini katika trip yetu tulienda watu watatu ya pili sasa tukaambia tuje kupakilia Isaka pale, walai wawili wote wamekataa kwenda wnai mazingira kama yale. Sisi yote yapo, usalama ni sio mzuri na hali ya hewa sio nzuri, kule joto kweli kweli kweli. Lakini wao wakakataa safari ila safari. Ah, wanatela nzuri kusema kweli kama, kama, kama sikumbuki kwa, kwa, kwa sasa kwa sababu ni mwaka elfu mbili na kumi na mbili hiyo lakini madola alikuwa anatoa ya kutosha kwa Sudani, kwa kweli na ukiwa ukiomba hela tajiri fasta, kwa sababu kutokana na mazingira kule yanayajua, yani kwamba kwenye dola nikipiga masabu hapa, anakupa kwenye dola dola mia sita eh, um, uh, mimi nimekubali, kwa sababu bwana, watu wanasema kwamba maisha popote na binadamu kufa popote japo nimekumbana kule mishindo na mibunduki yaani, kuna mishindo ya kila aina ya kila bunduki kule, mala ngongo ngongo, mala bu, mala hivi, mala wengine unakuta gari, unaambiwa gari ile pale imedondoka, imeona, imepigwa risasi, imedondoka, watu wamekufa pale. Lakini mimi kutoka nikasema, bwana, binadamu unaweza ukatoka huko Sudani ukaja kufia sehemu yenye amani, unakufa kokote. Kwa hiyo mimi tajiri alivyoniambia, unakwenda tena, nikamwambia mimi naenda tena bila wasiwasi. Tukapa kile tena magari kama manne, na ikiwepo ya kwangu kwa mara ya pili sasa, nikawa mwenyeji njia ile, nikawa naijua ne, mimi ndo nikawa kiongozi. Mwisho wa siku ni Chawamata, kwa pamoja tunaweza, kama upepo unavyovuma bila kisuizi. Chawamata, kwa pamoja tunaweza, ni sauti ya matumaini, sauti ya